Karibu. Leo tujadili kuhusiana na trauma ama uh, kwa Kiswahili kisicho rasmi jeraha la kihisia ambalo inaeleza uh, kuathiri ama kusababishwa na taratibu ama vitu mbalimbali. Tutafahamu kwa kina nini ambacho unapaswa kufanya, lakini kile ambacho wataalam wanashauri hapa. Tunaye Imelda Mosha ambaye ni mtaalam wa maswala ya saikolojia pamoja na mshauri wa maswala ya afya ya akili. karibu sana Imelda. Asante sana nimependa sana ulivyosema kiswahili kisicho rasmi, utaki mgogoro <mbengono> na, <laughs> <laughs> na na leo Hilda ni siku ya kuto, watu kupata uelewa kuhusiana mm. na trauma kwa sababu ni kitu ambacho ki, kinawakumba watu kwa idadi si haba mm -hmm. yeah. nakuta mtu anakuambia amekuwa traumatized yeah. uh, na vitu kama hivyo kwa kwanza Imelda pengine utuambie tunaposema uh, kuwa na trauma tunamaanisha nini kuwa na trauma haya ni matokeo hasi tunaweza tukasema ya kihisia yanayotokana na changamoto mbalimbali mbali, ambazo mtu, anakuta mtu anakutana nazo inawezekana ikawa ni kumpoteza mpendwa, inawezekana labda alishuhudia tukio fulani la kutisha, inawezekana labda aliona uh, tuseme vitu kama ajali, aliona ajali ikitokea ama alikuwa sehemu ya ajali. Kwa hiyo kuna namna akili inatunza zile kumbukumbu kumbu, alafu jinsi inavyozitafsiri, inazitafsiri katika namna ambayo sio changamfu inazitafsiri katika namna ambayo ni namna ya kuhuzunisha kidogo, namna ya, ku, ya kunyongesha kidogo kwa maana hiyo. Kwa ujumla huyu mtu anajikuta anakuwa, yaani ule utimamu wa kihisia haupo haupo tena, anakuwa ana maumivu ama anakuwa na uoga na vitu kama hivi. Mm. Yes. Sasa, na ni vitu gani hasa ambavyo mtu labda kwa uzoefu wako Mm. Naona uh, katika mazingira yetu vinaongoza vina kwa kufanya watu washindwe wanaendelea kuwapa, swala la kwanza ambalo ni kubwa ni swala so zima la kumpoteza mpendwa yule, yeah. Mtu wa karibu, ni watu wengi sana ambao wanajikuta katika kipengele hiki, kwamba wanashindwa kupiga hatua zile. Kumbukumbu kumbu za, za, yu, za yule mpendwa zinakuwa ziko nyingi, anashindwa kukubaliana na uhalisia kwamba huyu mtu hayupo ameondoka. Lakini pia kuna swala zima la mambo ya ajali, labda matukio ya kutisha tuseme, labda mtu aliona labda uvamizi ama matukio ya kijambazi na vitu kama hivyo. Hivi vitu vinakuwa vina namna vina, na, na kubwa sana ya kumpelekea mtu akajikuta yuko katika hali hii ya trauma. Lakini hatuwezi tukasahau swala zima la mahusiano, migogoro ile mm -hmm, ya mahusiano ama yale matukio ambayo mtu anakutana ana nayo magumu ya kutisha yanamfanya ni vigumu sana, watu wengi wanajikuta it's either hivi vitu vitatu, swala so, zima la kumpoteza mpendwa, pale mahusiano yanapoishia yanapo kwa namna yoyote ile, lakini pia kuweza hali zima ya kuwitness ama kushuhudia matukio ya kutisha hivi. Hmm. vitu vitatu vinaongoza vina, kuna dalili ama viashiria vyovyote ambavyo tunaweza kutambua sasa katika hali ambayo imefikia uh, mtu anakuwa Uh, na trauma. Okay. Ok uh, uzuri wa, wa changamoto yoyote inayokuwa imeingia ama imeshatukia kwenye, kwenye saikolojia ya mtu haijifichi, inaathiri moja kwa moja tabia ya huyu mtu. Inawezekana alikuwa ni mchangamfu, ghafla anakuwa ni mtu ambaye anajitenga mm -hmm. anakuwa ni mtu ambaye labda hana uoga, mwingine alikuwa ni mwoga yaani naenda unapata kama mental snap hivi unakuta yani, kuna yule wewe halisi ambaye inawezekana ulikuwa labda very sweet, unageuka unakuwa labda mkorofi, unakuwa mtata, ama mwingine alikuwa mkorofi alafu all of a sudden amekuwa mkimya. Hiyo ni dalili ya kwanza, yeah. Dalili nyingine uh, ni kushindwa kufanya kazi zake za kila siku ambazo yule mtu alikupa, ameshazoea kuzifanya. Uh, kunapokuwa ni kama kirusi, kinakuwa kimeshaingia kinakuwa kimetibua hali, hali kabisa ya, ya utulivu wa yule mtu. Lakini viashiria vingine ambavyo tunavyoweza kuvigundua ambavyo ni vyepesi kuvinotice, huyu mtu anakuwa anajitenga. Hata kama alikuwa ni mtu ambaye anajitenga, basi kule kujitenga unazidi kunakuwa maradufu zaidi, lakini pia huyu mtu anakuwa na story, stories za maisha baada ya kifo mm -hmm. Itakuwaje? unajua kabisa hapa kuna shida ipo. Mwingine unakuta ndo zile stori za kwamba hivi mm, unajua yani haya maisha haya maisha inawezekana ni nafuu, upande wa pili ni nafuu, nikienda inawezekana huko wa waliopumzika wanaenjoi, wana zaidi, wanafurahi yeah, zaidi, lakini kumbe kiuhalisia tayari hilo ni tatizo ambalo linakuwa lipo. Kwa hiyo viashiria mm, vipo vingi, lakini hivi ni vyepesi sana kwa mtu yeyote kuweza kuvinotice mm -hmm. yeah. Vipi sasa, katika hatua ya baada ya kugundua uh, kutafuta uh, matibabu ama kupona mm, uh, ni hatua gani ambazo ana, anaweza kupitia ili apone? Hatua ya kwanza, kila kitu kinaanza na kukubali. Hatua ya kwanza ni lazima ukubali kwamba chochote ambacho kimekutokea ku, kime ambacho hakija kufurahisha kipo, kwamba kimetokea. Hatua ya kwanza ni lazima kukubali. Hatua ya pili ni lazima kutafuta msaada, na msaada unaweza ukatafuta kwa watu ambao unaowaamini watu wako wa karibu, ama unaweza ukawatafuta watu, watu ambao wana wana uzoefu ama wana utaalamu na hivyo vitu, kwa sababu pia kuna changamoto nyingine. Ukimfuata mtu ambaye unamwamini, it's possible unayemwamini yeye hakuamini, kwa hiyo unaweza ukaenda ukaongea naye alafu ukakuta hali yako badala ya kupata kidogo suluhisho inakuwa mbaya zaidi. Kwa hiyo ni lazima utafute the right people, watu sahihi wa kuweza kukusaidia. Lakini pia njia nyingine ni kutambua kwamba hauwezi ukakitoa uka uka hicho uka kipande kwenye maisha yako kwamba hakiku, hakikuwepo cha kufanya ni kuangalia hicho kipande kilichotokea kwenye maisha yako baada ya kutokea umejifunza nini kutokana na hilo? Ni, ni kama vile kuangalia okay, hili ni tatizo. Nyuma ya tatizo kuna kuna funzo gani? Kuna fursa gani? Lakini pia ni lazima ku, ku, ku, kuna mbinu tunaita mbinu ya ku, ya kuishi sasa, ambapo hii mbinu inaongozwa na vitu vitano. Cha kwanza ni lazima ujipe mazoezi daily kwanza utuambie katika mazingira yanayokuzunguka unaona nini, kuna vitu gani unaviona? ya yani nne utuambie ni vitu gani unaweza ukavigusa. hmm. ya tatu utuambie ni vitu gani unaweza ukavi test, vitu gani unaweza ukavionja? lakini la tano lazima utuambie kwamba ok, sawa so, mimi ndo mimi ndo huyu naishi sasa, ninavyoviona sasa is what matters. Yaliyotokea yametokea hayanidefine kwamba mimi ni nani. Hizi hmm, ni mbinu tano kubwa na za muhimu za kuweza kusaidia, lakini pia ni lazima kutambua kwamba uh, changamoto nyingi ambazo tunaweza kutana nazo haziji kwa ajili ya kutukomoa, zinakuja kwa ajili ya kutufundisha baadhi ya vitu. Inawezekana kuna baadhi ya changamoto usipokutana nazo unaweza usiwe mtu mwenye shukrani auwe mtu ni mwepesi sana wa kuhukumu na kujaji, na uki, uki, kwa hiyo ukitazama changamoto kwa kwa mlengo huo, kidogo unaweza ukaanza kuona taratibu, bila hata kupata mtu wa kukusimamia, unaweza ukaona taratibu unatoka. Lakini mwisho japo si kwa umuhimu, ni lazima uwe ujichanganye kwenye vikundi sahihi, yaani vikundi chanya vya kuweza kukusaidia kuweza kupiga hatua. Inawezekana ikawa ni vikundi kwa ajili ya mambo mazima ya therapy. It's good to go for therapy japo kwenye tunapataga changamoto kwenye group therapy sessions. Kuna mtu anakuja labda amelazimishwa tu, bwana wewe twende. Kwa hiyo mm -hmm. Akifika anakaa kimya, lakini kadiri anavyojikuta anaendelea kuhudhuria anajikuta okay, mimi ni flani, bin flani, nimepitia changamoto hii nipo hapa kupona umeona kwa hiyo, kadiri siku zinavyozidi kwenda anajikuta amepona, lakini pia ya yeah, hizo hayo ndo, ndo mambo ya muhimu the right source, mm-hmm. the right people. Na, na pia hizo therapies zinahusisha kukutana na, na wataalamu kama psychologist. Yes. Unaonaje utamaduni wa Tanzania kukutana na wataalamu kama, kama hao ah, kwa kweli siwezi nikasema kwamba tumefika kwenye asilimia mia, naweza nikasema ni asilimia kumi tu hichi yeah. kitu kinaonekana ni kama vitu vya, wa, vya watu yeah, wenye wazungu, yeah. wazungu ama vya watu wenye tabaka fulani yeah. lakini so far angalau tunapiga hatua japo sasa uh, shida kubwa sisi Watanzania tunaenda na trend mm. kuna kipindi mambo mazima ya saikolojia na afya ya akili yakiwaena angalau watu wanawepo kipaumbele kwenye kila kitu so, mm, sasa hivi -hmm. Tupo na AI yeah. Kwa hiyo unaona tayari watu wamesha hama hata ku, ku -seek the right sources. watu wanashindwa, mtu anaenda tu Google ana Google vile AI anapata majibu yake, lakini still hauwezi ukajiguide mm hata -hmm. ukigugo ukapata njia, you need mtu wa kukuongoza mm -hmm. So kwa Tanzania bado it's, it's a bit complicated. Iko complicated sana lakini We are hoping for the best, tunatumaini tutapiga hatua zaidi. mm-hmm. yeah. Yes. Yeah. Lakini kuna ile utaratibu wa mtu kumwita kum, kum, ama kwenda kumwona psychologist tena kumlipa kabisa, yeah. Uh, inakuwa shughuli. Ah, inakuwa shughuli sana, inakuwa shughuli sio tu mtu kwenda kumwita mtu. Anaona kwamba kila mtu ana matatizo yake, mi nikaeleza ya kwangu kwa nini? Kuna, yeah, kuna pendekezo pia katika sehemu mbalimbali za kijamii, masokoni, kwenye shule, kwenye mahospitali, sehemu zote zile ambazo watu wanakwenda kupata huduma za kijamii mm, kuwe na wataalamu wa saikolojia ili kusaidia watu kabisa kwa sababu uh, kwa kiasi watu... gani unaliona hilo limeenea kwa sasa mm, ndo kama nilivyotangulia kusema hatujafika, yeah. Kama ni kwenye asilimia mia, mia tumia utsei ni asilimia kumi, lakini tunatumaini kwamba tutapiga hatua kwa mfano kwenye, tuseme, kama nyinyi hapa ofisini yeah, media house kubwa ya na namna hii kuna kuna kuna I think kuna, kuna categories mbalimbali mbali. Yeah. na kila mtu anapo anapotokea so it's, I would really recommend kuwe kuna kitu kama hicho. Yeah, itasaidia utendaji kazi wa baadhi ya watu itasaidia Kusolve baadhi ya vitu ambavyo eh, uh, sema sasa shida ni kwamba ukiwa okay, unaenda sana kwenye kwenye hiyo ofisi, huyo saikolojist anaonekana kama huyu mbona anaenda sana kwa taaluma ya saikolojia ana matatizo sana okay. Unajua, natuko uh, <laughs> katika sehemu ambayo ama jamii ambayo eh, watu wanaficha matatizo yao, yani kuonyesha matatizo yetu sio utamaduni wetu na yeah, that's true that, na hilo ndo hasa ambalo kwa sababu saikolojia kwa ujumla iko very broad. Yeah. na hilo ndo likubwa ambalo mimi liona, which is why nilioliona nika nikafanya nika kama kuanzisha entity yeah, ya kusaidia watu kuweza kuishi maisha halisi which is why nina program ambayo it's not a program it's, ni kitu kikubwa mm -hmm. it's, it's, I, I know kuna mambo ya ya ya ya, ya, ya, ya, commercial so I wouldn't talk much lakini ah, na kitu kinachoitwa drop the mask mm, kwa maana ya kuvua vinyago, kuwasaidia watu, watu ku, ku, kui. Kuishi maisha halisi yeah, a lot, watu wengi wanapitia matatizo uh, mengi nje ya kazini au katika maeneo ya ofisi mm, lakini kutokana na kwamba sasa tunaishi kwenye ile jamii ya kwamba wakimwona mtu anaingia mlango fulani sasa mm, huyo atakuwa na matatizo sana mm -hmm. Kwa hiyo unakuta mtu anaendelea kukuvificha vitu. Alafu, end of the day tunajiuliza huyu mtu tulikuwa naye jana, nini kimetokea? What happened? Lakini kumbe matatizo mengi sana tungeweza tukaepuka simply kwa kuweza ku Ku, kuomba msaada pale unapo una, unajua hamna anayejitosheleza yeah. Yaani, huu ni ukweli mchungu, lazima tuukubali hakuna anayejitosheleza mm -hmm. At some point katika namna yote ile utahitaji msaada kwa mtu mwingine. So for me, hata kama ni CEO au ni tajiri. Yes, sasa <laughs> na, na issues za na uh, this is what people um, watu wengi wa, wanashindwa kutambua mm. Uh, tunapofanya haya mambo mazima ya ya ushauri wa kisaikolojia ama therapy tunazozifanya, zipo kwenye makundi mbalimbali mbali. Tuna namna nyingi ya kuhendo watu wa makundi tofauti tofauti so hiyo haitaki kukuumiza kichwa, mm -hmm. Ni lazima ukijua kwamba kuna changamoto, we mtafute tu mtu ambaye unaamini kwamba this person anaweza akanisaidia. Kwa hiyo ukimtafuta huyu mtu yeye ndo atakayekushauri tutaliendo vipi, labda ukija ofisini pale kila siku watakuona wata sio, labda tunaweza tukatenga sometime after the office, yeah. Yeah. na vitu kama hivyo yes, mm. Asante, Imelda sasa si tutakuja kwako ku, unasema ku, ku, ku, kufanyaje ku unmask, ku... kuvua kinyago yeah, drop the mask. asante yeah. <laughs> shukuru sana Naishikuru sana good luck na Hilda. Asante you. ni Imelda Mosha mtaalamu wa maswala ya saikolojia na mshauri masuala ya afya akili, leo ikiwa ni siku ya kimataifa ya kufahamu kuhusiana na trauma ama, uh, wanasema uelewa juu ya jeraha la kihisia.